Ya maafisa watatu akiba kuuawa na majambazi wa wizi wa mifugo na kutoweka na risasi bunduki na mifugo katika eneo la Meru, Rais William Ruto amewahakikishia wa wakazi wa eneo hilo kuwa watasuluhisha swala la ukosefu wa amani katika mpaka wa kaunti ya Meru na Isiolo. Hakikisho hili likijia wakati ambao Gavana wa Meru Mutuma Ntwinthingia alikuwa mairai serikali kuwalinda wakazi wa eneo hilo ili kuzuia kuzuka kwa vita kati ya wanaoishi katika eneo hilo. Rais wetu, kuna watu wanne wame fuata bunduki tatu wakarundisha, lakini maisha ya watu wako wa mtoto wako wa kumi na mbili, watu wanne haijarundi. Bunduki ni muhimu, maisha ni muhimu zaidi. Unajua kama tumesema mtu ameuawa, ng'ombe ni, ni, ni tayari wameenda kama mfugaji ameuawa, kwani ng'ombe wako wapi? So, your excellency, ni jambo moja tu inatakiwa kwako, amri moja na Meru tupone. Eh, vile gavana wetu amesema maneno ya insecurity hapa eh, ile eh, na kusihi Governor, please musitengeneze marungu, hiyo kazi uniwachie. Kando na hayo Rais William Ruto ameshikilia msimamo wake kuwa wataendelea kujenga makanisa kwa bidii pasi na kumwomba yeyote ruhusa. Usemi ambao unajia wakati ambao viongozi wengi wamekuwa wakikashifiwa kutokana na matoleo ya mamilioni ya pesa. Alafu tukose kujenga kanisa? Ah, bana. No. Anyway, tutaendelea namna hiyo. Kama kutakuwa na kesi tutaenda mbele ya Mungu kufanya kesi, ama namna gani? <laughs> So hiyo pia tutajenga na bidii na atuombi ruhusa mtu, ahatuna natu, natu, ati tunaomba msamaha, hapana. Rais Ruto na wandani wake akiwemo naibu wa rais profesa Abraham Kidhure Kindiki walikuwa wanahudhuria hafla ibada ya kanisa katika kaunti ya Meru. Zablon Mashari a Undugu TV.